Wakashangatu wamekuwa vipofu wenyewe, sio? Wamekuwa vipofu wenyewe, wamepigwa na viumbe wanaotokea rohoni, wametandikwa na viumbe wa rohoni. Na mimi naomba leo kwa jina la Yesu, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye mtaji wako, kwenye shughuli yako, wapo watu wanaotaka udondoke, wamejipanga, wamekuzunguka, wana farasi, wana magari, ni wengi kuliko wewe. Bibilia inasema kwenye kitabu cha kumbu kumbukumbu inasema hivi kumbukumbu kumbu, sura ya 20 mstari wa kwanza utakapokwenda vitani na ukafika kule, ukaona jeshi kubwa kuliko wewe na watu wengi kuliko wewe na majeshi mengi kuliko wewe na farasi nyingi kuliko wewe, usiwaogope, kwa maana mimi ni mbwana Mungu wako niliye kukweza kutoka Misri, nchi ya utumwa. Kuona utawaona jeshi ni kubwa, wana uwezo kuliko wewe, wana silaha kuliko wewe wana connected kuliko wewe. Lakini usiogope, Mungu anasema, maana ni yeye atakupigania, atakuvusha, atakusaidia. Hebu sema sitaogopa kwa jina la Yesu.